Na wakazi 48 wa kijiji cha Mwachome katika kaunti ya Kwale wamewasilisha kesi mahakamani kuishtaki kampuni ya saruji ya Bamburi Cement wakidai ilikiuka mkataba wa maelewano wa ardhi walioafikiana miaka mitatu iliyopita. Wakazi hao wanadai kuwa walikubaliana malipo ya awali ya 20% na kisha 80% iliyosalia kulipwa muda wa miezi mitatu, jambo ambalo wanasema kufikia sasa halijaafikiwa kikamilifu. Hata hivyo, jaji wa mahakama ya mazingira na ardhi kaunti ya Kwale pale Lucas Naikuni ameamrisha kesi hiyo kurejelewa katika mahakama kuu ya masuala ya katiba mjini Mombasa ilikosajiliwa kwa mwelekeo zaidi. Tumesikia malalamishi yenyu, mmekuja mahakamani, mna kilio na kilio chenyu kitaitikwa, kama aidha ni upande wenyu ama ni upande ule mwingine. Naelezwa kwamba mlikuwa na shamba mkauzia kampuni, kampuni bado hawajawalipa, naye kampuni wana maelezo yao, sijasikia wanasema nini lakini tunataka utaratibu ule mje naye mahakamani, ndio tunataka kunyorosha. Na nafikiri wawakilishi wenyu nimewaona, ni wawakilishi shupavu kabisa. Na moto mkubwa uliteketeza majengo.